Yes, bana, mambo vipi? Bana mechi baina ya RS Berkane pamoja na Simba imeweza kutamatika, lakini pia ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo pia imekuwa ina story nyingi sana kutokana na bana, maamuzi mwingine analalamikia refa, lakini vipi, lakini bana, mara baada ya mechi ile kuweza kutamatika tuliona bana, bana, Mwana FA pia aliweza kuzungumzia swala hilo, maswala mazima ya kusema kwamba bana, sometime au next time pia bana, CAF wanapokuja na kombe kama hili, wao wanakuja na mshindi wao kwa sababu ikionyesha kwamba, alikuwa tayari amewabeba Simba amewabeba RS Berkane lakini pia vitu vingi sana vilikuwa vimeegemea kwa upande wao. Sasa e bwana Haji Manara ameamua kutoa povu kwa, kwake yeye Mwana FA kuhusiana na swala hilo. Alikuwa ameandika ujumbe mrefu sana kwa sababu na utani ambao alikuwa nao bwana, alikuwa ameposti picha ya yule mshikaji nikimaanisha refa ambaye aliweza kuchezesha mechi ile. Alafu akasindikiza kwa ujumbe kwa kusema kwamba unapoona hadi viongozi wenye dhamana kubwa nao wanalalamikia maamuzi ya refa eh, wa, um, wa refa wa mchezo, unabaki kujiuliza hili soka letu linaenda wapi? Sikuona wakilalamikia maamuzi yaliyobebwa kule Moroko pale ambapo VAR ilipotoa favor kwa timu yao pendwa kwenye ile mechi ya kwanza. Sijawahi kuhusika eh, sijawahi kusikia pia eh, wakilaumu ile dhuluma kule Kigoma kwenye mechi yao dhidi ya mashujaa. Sana sana walikaa kimya, hata baada ya ile kauli ya Kisela ya huu eh, ndio ubaya ubwela bwana, huo ndio ujumbe meuandika. Lakini pia aliendelea kwa kusema pia kwamba eh, unashangaa kuona kiongozi mkubwa akikalia kimya mbeleko eh, za waamuzi uamuzi wetu kila uchwao, lakini leo anatoa na lawama kwa kijana muungwana e, wa, wa aliyechezesha mechi ya RSB Berkane pamoja na Simba. Iweje leo anapata nguvu ya kumlaumu refa aliye bora kabisa na aliyetenda haki asilimia mia moja Sasa anatoa wapi nguvu ya kuweza kutoa lawama kwa timu yenye shot target moja kwa dakika zisizopungua e, elfu mbili. Refa afanyaje jamani, Achukue mpira auweke mwenyewe nyavuni, timu iliyoshinda eh, kwa, eh, kwa kutarget dakika zote hizo, ifanywaje zaidi sasa zaidi ya kukandwa tu? ilia swali ambalo pia alikuwa ameuliza lakini Manara pia aliendelea kwa kusema kwamba mkitaka kulaumu refa wa jana au kumlaumu refa ambaye ameweza kuchezesha game hii, anzeni kukemea hizi mbeleko za hapa nyumbani za hawa eh, kina eh, Kayombo na Malongo, anzeni kukemea mabadiliko ya ratiba ambayo yanaangalia maslahi ya, masla ya klabu yenu pendwa, anzeni na kukemea yafanywayo na bodi ya TFF kuhairisha mechi kiuni bila kuzingatia kanuni kisha mpate morali au authority ya kuweza kukua, kukua na, na, na, mzuka, tunaweza tukasema kwa lugha rahisi ya mechi ya kulaumu eh, kijana mstaarabu eh, ambaye aliweza kuchezesha mechi ya ile ya juzi ambayo alicheza RS Berkane pamoja na Simba. Yes, kiongozi hukatazi kushabikia timu fulani uipendayo ila unapaswa kubalance mambo eh, nakule, lakini pia na kutenda haki kwa pande zote mbili, wengine eh, wakionewa mseme kama mlivyosema kwa sasa hivi kwamba Simba kaonewa, basi na hata Yanga pia, au timu nyingine yote ikionewa basi, wao wana, wanaongea na kusema kama hivi. Mara kadhaa tunaona e, mkiwasifu hata viongozi walioharibu soka letu, mnawasifia kwa tenzi nzuri hadharani, lakini pia kwa kukazia kabisa, akasema kwamba e, tunalikumbuka vema lile cheko lao baadhi ya viongozi hawa hawa baada ya kutolewa na Mamelodi Sundowns, na sisi acha tuwacheke kwa kiwango kile kile na kuwauliza na wao kiko wapi, and then akaweka emoji za kucheka sana, alafu chini akakazia kwa kusema kwamba mkinuna nacheka tena. Huo ndio ujumbe ambao alikuwa ameandika bwana Haji Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo pia alikuwa amempost yule refa ambaye aliweza kuchezesha bwana mechi kati ya Simba pamoja na RS Berkane, akisema kwamba mbona marefa wetu hapa kutoka katika ligi kuu ya Tanzania wanakosea sana, lakini hamusemi. Marefa hawa wanaibeba sana Simba, lakini hamsemi, lakini hii juzi tu eh, RS Berkane kuweza kubebwa kwa namna ambayo wao wanaona, mbona mnaongea sana? Na viongozi pia wamekuwa kizungumzia sana, endapo Simba akiwa na anaonewa lakini pia amezungumzia swala zima za, uh, la ratiba kwamba bodi ya TFF pia inatoa uh, ratiba ya timu ya pinzani, labda huenda kwamba uh, Simba anacheza na timu fulani, huenda kilikuwa ni Kipolo au ilikuwa ni vipi, so wanatafutiwa favor ya kuweza kuwekewa ratiba vizuri, lakini waweze kushinda katika uh, mechi zao, lakini uh, uh, timu zingine hazifanyiwi vitu kama hivyo. Sasa Manara ameweza kutoa povu hilo bwana, ambapo uh, moja kwa moja hapa akimzungumzia mwana FA ambaye mmoja kati ya watu ambao pia mara baada ya mechi ile kuweza kuisha alizungumza na kusema bwana Kaf kama design fani kama wameweza kuwabeba RS Berkane kwa kuweza kuwapatia magoli na kusema kwamba eh, kudiriki kusema kauli ya kusema kwamba mnapokuja next time, bwana Kaf, mjeni na mshindi wenu wenyewe, kwa sababu wanaonekana kabisa wanabeba, na vitu vingine vinakuwa vinaenda viral kinoma noma. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X bila kusahau pale YouTube, ukisubscribe channel yetu utakomentisha kinoma noma.